Kuepusha vitendo haramu ili kudumisha amani. Na katika michezo na burudani, mazoezi yaunganisha wanafunzi wa vitivo mbalimbali cha ku Iringa yakiwa chachu ya, ya, ya kuimarisha afya zao. Habari ya mtazamaji wa UoI Digital, popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Habari hii unaweza ukaipata katika kurasa zetu za Instagram na YouTube. Kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania 2025 pamoja na uchaguzi wa serikali za wanafunzi vyuo vikuu nchini, ikiwepo chuo kikuu cha Iringa, vijana wameaswa kuzingatia sheria za nchi na kutojihusisha na vitendo haramu kwenye shughuli za siasa, ili kutohatarisha hali ya usalama, ili kufikia uchaguzi wenye haki na usawa kwa ustawi wa vyuo na nchi kwa ujumla. Mwanahabari wetu ya Ameyasema hayo naibu waziri wa ulinzi na usalama, serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa UOI Mheshimiwa Dkt Edward, wakati akifanya mazungumzo na UOI digital katika ofisi ya serikali ya wanafunzi chuo ni hapo. Kitu kikubwa sana tunachosimamia, wanafunzi wanapokuwa kwa chuo kikubwa, kitu kikubwa kiliwaleta ni masafara ya Iringa, sasa wanapoenda nje ya chuo na nafanya vitu ambavyo viko kinyume na taratibu za za chuo, kwa mfano kama wizi, kuna serikali zaita ambao wanashughulika na, na masuala ya amani, na ikitokea endapo sasa au wanafunzi wamepatikana na tuhuma za wizi, taratibu za kisheria zitachukuliwa. Moja ya hapo taratibu za kisheria ni kuweza kwa ripoti eneo husika ambayo ni kituo cha polisi, kwa ajili ya utaratibu zingine za kiusalama zendelee, ambao swala hilo litakuwa chini ya jeshi la polisi, maana wao wanashughulisha pale mwanafunzi atakapokuwa ameenda ajesti na zile taratibu za chuo kama kufanya ulinzi nje ya chuo na, maana tutaita jeshi la polisi, wao wow, ndio watajua nini cha kufanya. Mheshimiwa Doto ametoa rai kwa wanafunzi kutembea na vitambulisho walivyonavyo ili kurahisisha utambulisho wao popote wanapokuwa, kama vile kitambulisho cha Taifa, kitambulisho cha chuo, bima na kadhalika. Sasa wanafunzi wazifuatilie vitambulisho, viko tayari, uweze kufuatilia katika ofisi za TSP ambazo zinatoa vitambulisho vya chuo, uweze kuvipata kwa wakati, kwa wanafunzi kutembea na kitambulisho cha chuo cha kupiga kura au kitambulisho chochote. Moja kubwa sifa ni kuweza kutambulika para, sisi ni binadamu, unaweza ukapata matatizo sehemu yoyote, imetokea umepata matatizo, ni rahisi pia kukujua wewe ni mwanafunzi wa, wa chuo fulani na uwezo waweze kukusaidia vile vile, wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wametoa maoni yao katika safari hiyo ya kuelekea uchaguzi mkuu wa vyuo na nchi kwa ujumla na anatakiwa watambue kwamba wao wana haki katika nchi ya kuchagua kiongozi bora, si kwamba waangalie tu maslahi ya muda mfupi. Kwa sababu kufanya hivyo, moja, wanauza haki zao; pili ni, ni kama swala ya upotoshaji, kwa sababu ukipewa fedha fulani, huyo mtu nakuta afiti hata kwenye hiyo nafasi, lakini kwa sababu ana fedha, ana uwezo anaweza akawahonga na anapita. Kwa hiyo vijana kutambue kwamba muda mwingine kwanza ni kupoteza haki. Vilevile vijana tufanye kazi kwenye masuala ya uchaguzi, lakini wakiwa wanazingatia hasa kufanya uchaguzi ambao unakuwa ni wa amani, kwa kwamba hawajiingizi katika vitendo ambavyo vinaweza vikaleta uchafuzi wa, wa, wa amani ya nchi yetu. Nadhani ni kitu cha msingi ambacho vijana wengi wanapaswa kukizingatia ni mojawapo ya njia sahihi sana ya kuleta maendeleo kwenye jamii na taifa kwa ujumla. Lakini kumekuwa na kasumba mbalimbali zinazotokea kwenye vipindi vya uchaguzi, hasa kuelekea uchaguzi mkuu 2025 lakini pia vyuo vinavyoendelea kufanya uchaguzi mbalimbali wa kuchagua viongozi wa vyuo, vitivo na kadhalika. Jamii tuna wajibu wa kuchagua viongozi walio sahihi, lakini vijana tukiacha kujihusisha zaidi kwenye masuala ambayo yana atarisha usalama wa nchi na taifa kwa jumla, itakuwa ni jambo haswa zuri sana la kuendeleza taaluma zetu, kufanya kazi sahihi katika maeneo tutakayokuwepo, lakini pia tukimwabudu Mungu aliye hai, nchi navyote vijazavyo ni Maria Bwana. Nikiripoti kutoka katika viunga vya chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Deborah Kitundu, UoI Digital. Naibu waziri wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, kitengo cha walimu na msaada wa kisheria, Julius Mosampeta, ameeleza umuhimu kuhusu mashindano ya wa kitaaluma wanayoyafanya kama wanafunzi wa sheria, ambapo ni kumsaidia wanafunzi kujieleza na kujenga hali ya kujiamini. Mwanahabari wetu Stes Darling anatujuza zaidi. Ameyasema hayo akiwa katika viunga vya chuo kikuu cha Iringa huku akielezea mashindano mengine ya kimataifa yanayoitwa Unwanted Witness Motkot, ambayo wameandaa wanafunzi watakaoenda kuwasilisha chuo mwezi wa tisa Dar es Salaam mwaka huu. Uh, mashindano haya ya, ya kitaaluma ambayo huwa tunayafanya yapo kwa ajili ya kujenga uwezo wa mwanafunzi mmoja mmoja kwa ajili ya kuweza kujipambanua, kujieleza, lakini pia kujenga confidence kwa ajili ya kujiandaa kupambana na kuwa na uwezo wa kushindana katika soko ajira, siku za usoni tunaendelea kujiandaa kwa ajili ya kuwa uh, na mashindano ya kimataifa ambayo yanaitwa Unwanted Witness Moot Court, ambapo tayari kwa kushirikiana na kitengo cha elimu na msaada wa kisheria tunasajili timu ya watu wanne ambayo inajumuisha wanafunzi mmoja pamoja na kochi watatu. I mean, kochi mmoja pamoja na wanafunzi watatu ambao uh, wataenda kushindana na uh, mashindano tisa, eh, na mashindano hayo yanayotarajiwa kufanyika mwezi wa tisa pale jijini Dar es Salaam na yatajumuisha nchi mbalimbali ikiwemo Kenya, Uganda na Rwanda. Kwa hiyo uh, mashindano haya ya kitaaluma pia yanalenga kujenga uhusiano mzuri e, baina ya wanafunzi. Nao wanafunzi wa sheria wameelezea faida wanazopata kutokana na kushiriki mashindano hayo. Mashindano ya moot court yana faida kwetu kuu ni tunajifunza practically kwa maana vitu tunavyovisoma darasani tunasoma tu ni theory, lakini tunavyokuwepo kwenye mashindano ya moot court, tunajifunza jinsi gani mahakama inaendeshwa. Na hizo ni baadhi ya faida ambazo wanasheria wamezielezea kutokana na kushiriki mashindano ya kielimu. Nikiripoti kutoka viwanja vya science block, mimi ni Stacy Darling wa UoI Digital. Taarifa yake Stacy Darling inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Sasa zote kwako na Elina Kabogo. Ofisi za ukopeshaji wa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo mkoani Iringa zimekuwa na utaratibu wa ukopeshaji wa mikopo na namna ya urejeshaji wa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo wa saa wanawake. UoI Digital imezungumza na mmoja wa ukopeshaji wa fedha hizo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo mkoani Iringa. Mkopeshaji wa mikopo Upendo Mgeni ameeleza kuwa mfanyabiashara ili apate mkopo ni lazima awe na nida au kitambulisho cha kupiga kura na mkopo unatolewa baada ya masaa ishirini na nne na pia mdhamini au mteja inabidi kati yenu mmoja awe na makazi ya kudumu. Na pia ameongeza kwa kusema liba inayotolewa ni asilimia kumi kulingana na mkopo uliochukuliwa. Hapa ni asilimia kumi, mfano kuchukua elfu hamsini unaporejesha ndani ya thelathini una elfu kumi inayobaki. Kwa upande wake Asha Mlembo ambaye ni mfanyabiashara wa samaki amesema kuwa mikopo inasaidia sana, hasa pale mitaji inapokuwa imepungua, na amewaasa wanawake kutokata tamaa, kwani hakuna anayejua kesho yake. Yaani mtaji umekufa, unaenda kwenye kupa, unakopa wanakusaidia hela unayoitaka, mtaji gani unaotaka kiasi cha hela unayoitaka, unaenda unachukua biashara yako, unakuja unaanza upya kidogo kidogo kidogo. kwapeni kwamba wasikate tamaa. <tuhi> <tuhi> Naye na mfanyabiashara wa mkane Masanga amesema kuwa mikopo inasaidia lakini, ameziomba ofisi za ukopeshaji wa mikopo kupunguza riba na kwa kuwapangia kurejesha fedha hizo baada ya siku fulani kuliko kurejesha kila siku. Hiyo imekuwa ngumu sana, kwani biashara hazitabiliki. n mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara wanawake wa Semtema ambao wanajihusisha katika mikopo, na hiyo ndio mambo ambao wanakutana nayo na wanaopitia namna ya iashari wa vikoba au kwa majina mengine anaitwa Nikilipoti kutoka soko la Semtema, ni mimi Lina Kabogo kwa hiyo. Shukrani sana Lina Kabogo kwa habari za biashara na uchumi. Tazamaji hii ni taarifa ya habari kutoka UoI Digital. Pata mapumziko mafupi. Tukirejea, ni habari za michezo na burudani zitakayotoa kwako na Imelda Bahati ni kusi, endelea kuwa nasi. Wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Iringa, vitivo tofauti tofauti, wameweza kueleza umuhimu wa kufanya mazoezi, ikiwa ni kuimarisha afya ya mwili na kuondokana na msongo wa mawazo, ukilinganisha na mtu asiyefanya mazoezi. Kufanya mazoezi kunasaidia kujenga mwili, pia afya, kujilinda na magonjwa mbalimbali kama vile kisukari, ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo sisi kama timu tunapofanya mazoezi, kwanza tunapata spiriti ya kuweza kucheza na timu zingine lakini pia ni tunajenga mwili kiujumla. Nahodha wa diploma kutoka kitivo cha sheria chooni hapo ameweza kueleza taratibu, ratiba na namna kujiunga na mazoezi hayo. Taratibu wa kujumuika na sisi ni kwamba unachotakiwa ni tukuai mazoezini mpaka saa kumi na nusu at least hapo umechelewa ume vipindi vimebana mpaka saa kumi na moja kamili ushafika. Ukija hapa tunajumuika tunafanya mazoezi pamoja. Aidha, nao wachezaji kutoka Timu tofauti tofauti katika chuo kikuu cha Iringa wameeleza umuhimu wa mazoezi ikiwa ni kuimarisha afya ya mwili na kujiandaa na bonanza muda wowote pindi tu watakapohitajika. Mazoezi ni wa kila siku kwetu sisi kama wachezaji, manake anatusaidia kuwa fiti muda wote, na hata kama ikatokea tuna mechi kasabu, tuna muda wote mchezaji anatumika, na lazima tufanye mazoezi kila siku. Kwa ni ratiba kila siku kama kama ratiba. Mtazamaji wa UoI Digital, hao ni wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Iringa, ikiwa ni utaratibu wao kufanya mazoezi katika uwanja wa Kigonzire kila siku ifikapo saa kumi kamili jioni. Wameweza kueleza faida au manufaa ya kufanya mazoezi, ikiwa ni kuimarisha afya za miili yao nikiripoti kutoka uwanja wa Kigonzile, langu jina Imelda Bahati wa UoI Digital. Asante sana Imelda Bahati kwa habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho, panapo majaliwa. Jina langu ni Angel Msele, alamsiki.